Inawezekana wewe ni mwanamke unapitia changamoto za ugumba, unahitaji mtoto lakini umejaribu kuhangaika huku na huku, bado suluhisho hujalipata. Je, unajua sababu ni kwa nini unasumbuka na ugumba? Sababu ni hizi hapa. Kwa sababu ya kwanza ni maambukizi katika mfumo wako wa uzazi, ambao hii inakupelekea changamoto za kuziba kwa mirija yako ya uzazi, lakini pia changamoto za PID, ambao kwa kawaida dalili zake ni kutokwa na uchafu uh, uh, ukeni, changamoto za miwasho pamoja na fungus, UTI za mara kwa mara, lakini pia kuna uh, vimbe kwenye kizazi. Hapa tunaongelea fibroids pamoja na uh, ovarian cyst. Hizi ni vimbe zinapelekea ugumba kwa mwanamke. Lakini pia sababu nyingine ni pamoja na mvurugiko wa hedhi au hedhi yako kutokuwa sawa, hii inakupelekea kushindwa kutambua ipi ni siku uh, ya hatari, lakini pia ipi ni siku salama. Lakini pia hii inaweza ikapelekea na sababu ya homoni zako kutokuwa sawa, ambao tunaita hormone imbalance. Lakini pia sababu nyingine ni pamoja na uzito mkubwa. Uh, kama mwanamke una uzito mkubwa Uh, jua kabisa kuna uwezekano mdogo sana wa kudaka mimba kwa asili wako, au mfumo wako uzazi unakuwa unashindwa kabisa kuratibu uh, uzalishaji wa mayai pamoja na kuyakomaza na kuyapevusha yale mayai. Lakini pia sababu nyingine ni pamoja na uh, matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Hapa tunaongelea uh, jumla ya njia zote za uzazi wa mpango ambao pamo, uh, ni pamoja na uh, njiti vidonge vya majira kama pituu, lakini pia sindano za uzazi pamoja na vitanzi na njia zingine za uzazi mpango, isipokuwa njia za asili. Lakini pia inawezekana, uh, una historia ya kutoa mimba uh, au umewee kuharibikiwa mimba hapo hapo uh, nyuma. Hizi ni sababu ambazo zinapelekea ugumba kwa wanawake. Sasa, Yawezekana umejaribu kutafuta suluhisho tofauti tofauti, umeenda kwa waganga wa kienyeji, umeenda kwenye maombi, lakini pia umeenda hospitali, umetumia program za aina mbalimbali bila matokeo. Nikutoe wasiwasi, tuko na program maalum yenye uwezo wa kuondoa chanzo cha matatizo yako ulionao ya uzazi, uh, kuanzia na jumla ya matatizo ambayo unakumbana nao kutokana na hizo kesi za uzazi, kama maumivu ya mgongo kiuno nyonga, kuuma. Kwa hiyo kama unahitaji au ungependa kuitwa mama, unaweza ukachukua namba zetu kwenye bio, lakini pia unaweza uka komenti na kushea, ili tuweze kukupa msaada wa karibu na kuhakikisha unaitwa mama.